Tunayoishi yamejawa na mambo mengi yanayoweza kuleta machozi katika maisha tunayoishi yamejawa na mambo mengi yanayoweza kuleta huzuni, mambo mengi yanayoweza kuleta masononeko na mfadhaiko moyoni. Katika maisha wakati mwingine tunakutana na mambo ambayo yanatukatisha tamaa, katika kazi, katika ndoa, katika uchumba, katika elimu, katika biashara kupitia hata marafiki wa karibu, tunakutana na mambo mengi ambayo yanatukatisha tamaa, na wakati mwingine tunalia, lakini jioni ya leo usilie. Usilie ni baada tu ya Yesu kumponya mtumishi mmoja, ukianzia haya ya kwanza kule juu, kumponya mtumishi mmoja wa akida aliyekuwa na imani kidogo, na alituma watu akawambia waambieni mwambieni huyu mwalimu, nimesikia habari zake, ninatamani aje amponye mtumishi wangu, maana yuko katika hali mbaya. Na watumishi wale walipofika wakamweleza Yesu, akiwa na mkutano wa wanafunzi pamoja na wengine, na Yesu alipomaliza tu huduma yake mahali fulani, ukisoma kule juu, anasema akaanza safari kuelekea nyumbani kwa yule akida, na alipokuwa anakaribia yule akida akatuma watu akawaambia, nendeni mumwambie asifike nyumbani kwangu, maana mimi sistahili hata kumtazama tu kwa macho. Asifike nyumbani kwangu, maana mimi ni mwenye dhambi, sifai kusogelewa na mtakatifu kama yeye. Na wakaenda wakamwambia akida, kiongozi wetu huwa ametuambia ha, wewe, wewe hustahili kufika nyumbani kwake, maana maisha yake hayafai. Na ndipo alipotamka akasema, Sijawahi kuona katika Israeli imani kama hii. Na wakati wanarudi wanapeleka taarifa, walipofika kwa akida wakakuta mtumishi amepona, imani ya yule akida iliongezeka zaidi. Jioni ya leo, ninatamani imani yako iongezeke zaidi. Na ndipo tu anapokaribia katika lango la mji wa Nain anakutana na mkutano mkubwa, misafara mikubwa miwili inakutana katika lango la mji, na wanapokutana lango la mji, Yesu anatazama katika mkutano wa pili, anatazama uliojawa na watu wengi, anatazama katikati ya watu wenye huzuni nyingi, katikati ya watu wenye masononeko makubwa, katikati ya watu wenye machozi mengi, alimwona mama mmoja mwenye machozi zaidi. Tumekuja katika ibada jioni ya leo tukipeleka mahitaji yetu na maombi yetu mbele za Mungu. Tunayo changamoto nyingi, lakini yuko mmoja ana changamoto kubwa zaidi. Tumekuja mahali hapa ili tuzungumze na Mungu wetu juu ya mapito ya maisha haya. Yuko mtu mmoja hapa amekuja, ni kweli wote tuna changamoto, lakini yuko mwenye changamoto kubwa zaidi. Tumekuja mahali hapa ni kweli, wote tuna huzuni, lakini yuko mwenye huzuni kubwa zaidi. Tumekuja katika ibada jioni ya leo tukiwa na maombolezo, huenda yuko mmoja mwenye maombolezo makubwa zaidi. Tumekuja jioni ya leo katika ibada ya maombi tukiwa na machozi, lakini yuko mmoja ambaye ana machozi mengi. Tumekuja jioni ya leo katika ibada ya maombi tukiwa tumejeruhiwa, ni kweli lakini yuko mmoja aliyejeruhiwa zaidi ya wengine. Wengi wenye machozi, wanaolia, yuko mmoja analia zaidi, yuko mmoja anasononeka zaidi, na huyo ndiye Yesu aliyeshughulika naye. Yesu akamwambia usilie, usilie, akamwambia usilie. Sikiza. Yesu akamwambia usilie, akakaribia, akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakili, wakasimama. Akasema kijana, na kuambia inuka. Tamani kusikia amina. Yesu akasogea, akagusa jeneza, kitendo cha kugusa jeneza kwamba waliobeba jeneza wamesikia mshindo mkubwa, na waliposimama, Yesu akaenda akamwambia kijana, inuka, inuka kijana, inuka. Unajua, wakati mwingine unaweza ukasoma, ukasoma mafungu kwenye Biblia alafu ukadhani kama ni, ni, ni, ni stori fulani tu hivi, yaani kama ni stori fulani tumewekewa hapo tuburudishe macho na mioyo. Yaani unaweza ukaona kama vile sio kitu halisia, unaweza ukaona tu vimeandikwa tu, sio halisia. siza Yesu akamwambia kijana, inuka. Yule maiti akainuka, akaketi. Haleluya! akaanza kusema hey. akaanza kusema Mwalimu Francis, akaanza kusema katikati, kati ya watu ambao wamekata tamaa, wenda huenda hata na kaburi lilishachimbwa, wenda na watu wa kufukia walishaandaliwa, wenda mama anawaza, mwanangu ninakwenda kumwacha pale, alafu Yesu anamwambia inuka, anainuka, anaketi, anaanza kusema kama una kama unadhani ni jambo la kawaida, nenda kwenye kaburi la babu yako au bibi yako, kama alisha lala au babu wa babu yako Filipo, alafu nenda pale, alafu tamka hivi, babu yangu mza mza mama, inuka, alafu ainuke. E, si kawaida? Unajua, tunachukulia neno la Mungu kawaida eh? Sasa kama ni kawaida, nenda kwenye yani, kama ni mimi niende kwenye kaburi la babu yangu mzaa mama yangu alishalala, alafu nitamke hivi babu yangu mzaa mama, simama, alafu lile kaburi lifunguke, alafu wainuke alafu akishainuka aketi, alafu akisha keti aanze kuniuliza unasemaje mjukuu wangu. Sio kawaida. Yaani, unaweza ukachukulia kawaida tu, kwa sababu tunasoma imeandikwa kwenye Biblia. Ninajaribu kuangalia wale mabwana waliobeba lile jeneza, ninajaribu kuangalia ule mkutano uliokuwa unakwenda kuzika ninajaribu kuangalia mama yake na ule kijana. Sio kawaida. Sikiliza, wakati haya yanatendeka Yesu alikuwa na wanafunzi wa aina mbili, alikuwa na wanafunzi wa aina mbili, alikuwa na wanafunzi wa kwake aliowachagua kutoka kwa wengi akawaita mitume kumi na wawili. Alafu wakati anafanya hili tukio alikuwa na wanafunzi wa Yohana Mbatizaji ambaye kwa wakati huo alikuwa gerezani. Kwa hiyo wale wanafunzi wa Yohana walikuwa wanashuhudia matendo ambayo Yesu anayafanya walikuwa wanashuhudia. Sikiliza, alipoketi akaanza kusema, Yesu akamkabidhi kwa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Haleluya! nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake katika maisha yako, katika maisha yangu, Mungu ananiangalia. Katika mapito magumu unaopitia, changamoto za watoto, changamoto za karo, changamoto za biashara, changamoto sijui za nini, Mungu anaangalia. Na katika mapito hayo, walio pamoja na walio upande wa Mungu, Mungu anashughulika na changamoto zao. imekuja kuuliza kwanza, kumbuka walipeleka habari kwa Yohana. Walipopeleka habari kwa Yohana, Yohana bado alikuwa na mashaka. Ana mashaka, alafu akawaambia wawili, nendeni mumuulize, yeye ndiye au tumtarajie mwingine? Walipofika kwa Yesu wakamwambia, Yohana ametutuma wewe, ndiye au tumtarajie mwingine? hakuwajibu isipokuwa matendo yake, miujiza yake ilimshuhudia ya kwamba yeye ndiye. Alianza kuponya, alianza kufufua, viziwi wanasikia, vipofu wanaona, viwete wanatembea. Alianza kutenda matendo makuu, na ndipo alipowaambia, nendeni mumwambie, vipofu wanaona, viwete wanatembea, wasio na uwezo wanawezeshwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Jioni ya leo, haijalishi hali ulio nayo, na haijalishi wakati mwingine, huenda umefika mahali ukajiona kwamba wewe ni, ni, ni wa chini mno. Sikiliza, wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. Wakati mwingine, huenda umefika mahali ukajilinganisha na wengine, hata ukafika mahali pa kujidharau. Sikiliza, Yesu alikuja duniani kwa ajili yako. Yesu alikuja duniani kwa ajili yangu. Yesu alikuja duniani kwa ajili ya hiyo changamoto unayoipitia. Yesu alikuja duniani kwa ajili ya hiyo dhoruba ulio nayo. Msiba wako jioni ya leo ni nini? Jioni ya leo Yesu ana Yesu anakuangalia ni kama anasema, mwanangu, niko hapa, mbona unachelewa kuja? Ni kama anasema, mbona unajicheleweshea maendeleo? Ni kama anasema, mwanangu, mbona unachelewa unajicheleweshea kupona huo ugonjwa ulio nao? Mbona, mbona unajicheleweshea? Ni kama anasema, mwanangu, mbona hiyo changamoto yako wewe umesababisha ukae nayo kwa muda mrefu. Chiona, leo sikiliza. Mimi sijui unapitia changamoto ya aina gani. Mimi sijui unapitia dhoruba gani. Mimi sijui msiba wako, sijui kilio chako, maana wakati mwingine ni afadhali anayelia ukaona machozi kwa nje kuliko anayelia lakini machozi hayatoki. Mimi sijui. Mimi sijui ugonjwa ambao umekutesa kwa muda mrefu, mimi sijui. Mimi sijui namna ambavyo umekatishwa tamaa kazini. Mimi sijui. Mimi sijui namna ambavyo maadui wanakuombea mabaya, sijui. Ninachojua ni jambo moja tu. Yesu anaweza kukutoa katika dhoruba. Yesu anaweza kukutoa mahali ulipo. Yule mama mjane aliyekuwa matumaini yake yote yako kwa mtoto, mtoto alipokufa, ninajaribu kutazama kwa imani, huenda alifika mahali akakosa matumaini, huenda alifika mahali akakata tamaa hata ya kuishi. Na Yesu alipokutana na ule mkutano, jicho lake katikati ya wengi ilimuona mama mjane akiwa na machozi mengi. Tumekuja hapa kwenye maombi, tuko wengi, lakini yuko mmoja. Huenda kupitia ibada ya leo Mungu anataka kufanya jambo maishani mwake. Kupitia ibada ya jioni ya leo yuko mmoja, huyo ndiye ambaye huenda Mungu ametupatia nafasi ya kuja hapa kwa ajili ya huyo mmoja tu. Mungu anataka kushughulika na maisha ya huyo mmoja. Mimi sijui ni wewe au ni yule, mimi sijui. Ninachojua kupitia ibada ya jioni ya leo Mungu anataka kushughulika na maisha ya mtu fulani mahali hapa. Sikiliza, nina binti yangu pale nyumbani. Tarehe thelathini ya mwezi wa tisa mwaka huu alitimiza miaka kumi na tano. Sijui kama mnanielewa? Alitimiza miaka kumi na tano. Kila siku nyumbani baba na mama hawana amani kwa sababu ya huyo binti. Kilio chake kikubwa ni hiki, wenzangu wote wamezaliwa wawili wawili, mimi nimezaliwa peke yangu. Wenzangu wote wamezaliwa wawili wawili, mimi nimezaliwa peke yangu. Alafu si unajua yale maneno ya wazazi e, mpaka umalize la saba. Yaani unajibu maneno ya matumaini, lakini moyoni una mzigo, una maumivu makali. Akaona haitoshi, ukirudi tu nyumbani anakuambia, baba naomba nimsalimie bibi. Anapiga simu cha kwanza ni hiki Bibi, mwambie mama, mwambie mama, wenzangu wote wamezaliwa wawili wawili, mimi niko peke yangu. Alipomaliza shule, akasema baba, nimemaliza shule darasa la saba. Nikamwambia, mwambie bibi mpaka tununue gari. Sio kawaida, yaani unaweza ukachukulia simple eh? E, simple mpaka unajiuliza Mungu, ni shida nini? Tatizo liko wapi? Ninakumbuka mwaka fulani nilikuja peke yangu hapa mimbarani, nikalia, nikatoa machozi lakini haitoshi. Wakati mwingine nikiamka usiku wa manane saa nane usiku namkuta mama yake amepiga magoti chini, halafu ninarudi ninamwambia, Mungu msikilize mtoto wako, mimi sijui anachokulilia. Wakati mwingine ya kusemwa yamesemwa, unaweza hata ukakata tamaa. Siku moja nikamwambia mke wangu, mama, wewe sio mgumba Fanya kama usikii. Sikiliza, tangu tuliposema tutafute mtoto wa pili, huu ni mwaka wa kumi. Sijui kama mnaelewa nachokizungumza. Tangu tuseme sasa tutafute mtoto wa pili, huu ni mwaka wa kumi. Miaka kumi kuitamka ni rahisi, lakini kupitia uzoefu ndani ya miaka kumi sio jambo rahisi. Jioni ya leo ninamtukuza Mungu maana amejibu maombi. Jioni ya leo ninamtukuza Mungu maana amejibu maombi. Ni uzoefu mkubwa niliyopitia, ni uzoefu mkubwa mke wangu amepitia. Sikiliza, mwaka jana kwenye makambi wakati tunafungua siku ya kwanza ya makambi nilimwambia Mungu, ikiwa ni mapenzi yako leo tunafungua kambi, ninatamani kambi la mwaka kesho, yaani mwaka huu utende jambo. Ule mwaka ukapinduka. Mwaka huu wakati tunafungua kambi, nilimwambia tena Mungu, inawezekana niliomba vibaya. Ninaomba tena, ikiwa ni mapenzi yako, kambi lingine kama hili utende jambo. Mungu ni mwaminifu. Kati ya makambi yote ambayo nimewahi kushiriki, kambi la mwaka huu nilimwambia Mungu, nimesitisha kazi zangu zote kwa ajili ya kambi tumemaliza kambi mwezi wa saba nikapokea majibu ya maombi yangu. Sio kawaida. Unaweza ukaona mtu anazungumza anacheka, lakini moyoni ana machozi. Ni Yesu peke yake ndiye anayejua, ndiye anayejua. Jioni ya leo, sikiliza mkabidhi Yesu hiyo changamoto. Ninakuhakikishia, sikiliza, ninakuhakikishia utakuja kushuhudia kwenye kanisa hili, ikiwa Mungu atakuweka hai. Kabidhi. Na hapa ninajiandaa kwa furaha, maana kambi lijalo nitasimama hapa nikisema, niliomba tena kwenye makambi ya mwaka huu jioni ya leo Mungu atusaidie sana tunapopita katika mapito magumu ya maisha. Yawezekana umesubiri wachumba kwa muda mrefu. Sikiliza, nenda mwambie, zungumza na Mungu, sikio lake si zito. Yawezekana uchumba umekuwa ukileta shida mara kwa mara kabisa, we mweleze, usichoke. Saa yako ikifika utapokea muujiza wako. Jioni ya leo Mungu atusaidie, Mungu atutie nguvu tunapokuwa katika maisha haya yenye changamoto nyingi. Tuendelee kubaki na matumaini, na matumaini yetu yabakie kwake, katika jina la Yesu, amina.